Leo ni Machi 29 mwaka 2017. Karibu katika MCL magazetini. Leo tutachambua magazeti mawili, Mwananchi na The Citizen. Leo tunaye mhariri msaidizi wa gazeti la Mwananchi, Florence Majani. Florence, na wasomaji wengi wa Mwananchi wanajua siku ya Jumatano kunakuwa na plot ya siasa na masuala mengine, hebu tuambie kuna habari gani kubwa zaidi katika gazeti la Mwananchi la leo? Leo katika gazeti la Mwananchi tuna habari kubwa ya waziri wa fedha Philip Mpango amewasilisha mapendekezo ya serikali ya mpango wa maendeleo ya taifa mbele ya wabunge. Lakini habari nyingine tulionayo ni wabunge wa East Africa, bunge la Afrika Mashariki, ambao kwa upande wa CCM wabunge zaidi ya 431 wamejitokeza na kuwania nafasi hizo. Lakini pia tuna habari ya mwanamuziki Nei wa Mitego kuitwa Ikulu na alichozungumza baada ya kuachiwa huru juzi lakini pia tuna habari zaidi ya sarakasi zile za kisiasa ndani ya kafu, ambapo Maulipumba amemchagua Magdalena Sakaya ya kuwa katibu mkuu akimkaimu Maalim Seif. Katika gazeti la Mwananchi upande wa michezo msomaji atapata nini leo? Na katika habari za michezo gazeti letu lina habari kubwa ya mechi kati ya Taifa Stars na Burundi, na tunayo matokeo yake katika gazeti letu. Mtazamaji wa MCL magazetini kama unavyoona tupo na mwandishi mwandamizi wa gazeti la The Citizen, Luis Columbia. Luis, hem, tuambie msomaji atapata nini katika gazeti la Mwananchi leo? Wabunge wamekusanyika Dodoma kwa ajili ya vikao mbalimbali vya kamati na hatimaye vikao vya bunge jana. Dr. Mpango aliwasilisha uh, mwelekeo wa bajeti ya mwaka 2017 2018, na, na, na kuna ongezeko katika bajeti hiyo kwa kiwango cha asilimia saba nukta nne. Hiyo ni habari kubwa ambayo inapamba ukurasa wa kwanza wa gazeti la The Citizen, lakini kuna habari nyingine, wabunge wamesema nini baada ya uwasilishaji huo uliofanywa na Daktari Mpango? Tuna habari nyingine katika ukurasa huo wa kwanza au katika gazeti letu la The Citizen ambayo inaelezea alichokizungumza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa baada ya kufanya ziara fupi uh, kwenye mgodi wa Buzwagi ni kuhusu sakata la usafirishaji wa mchanga. Hayo ni mambo makubwa ambayo yanapatikana kwenye uh, gazeti la The Citizen siku ya leo. The Citizen, kwenye upande wa michezo msomaji atapata nini? Ya, yeah, habari kubwa kwenye michezo. The Citizen linapambwa na matokeo ya mchezo wa kimataifa wa kirafiki kati ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, na timu ya taifa ya Burundi ambao ulipigwa jana kwenye uwanja wa taifa Dar es Salaam ambapo uh, matukio yake yamesheheni kwenye gazeti la The Citizen la leo. Asante sana Luis, naamini kwamba msomaji wa The Citizen leo akilipata atapata habari kemkem nyingi zaidi ya hizo. Shukrani sana bila shaka ilete, asante. Asante. Mtazamaji kwa uchache, hayo ndio yaliyopo ndani ya magazeti yetu ya leo, ili kujipatia mambo mengi zaidi tafadhali usikose kutembelea meza tofauti za magazeti ili uweze kupata nakala yako ya Mwananchi na The Citizen, lakini pia vilevile usiache kutembelea tovuti zetu ili uweze kupata habari mbalimbali ambazo zinatukia leo. Asanteni, nakutakia siku njema.